Tunakwenda kwenda kuangalia uh, mechi ya Tanzania dhidi ya Morocco ama magharibi wenyewe akiwaita hivyo. Kunambi, ni mechi ya aina gani kwa Morocco lakini kwa Tanzania mm, ni mechi ngumu. Ni mechi ngumu kwa namna yovyote vile ambavyo unaweza kuielezea, utasema kwamba ni mechi ngumu kwa, kwa, ambabu, mechi ngumu. Mm. kwa sababu hata ukiangalia katika FIFA ranking Morocco ndo inashika namba moja mm, eh, kwa upande wa Afrika yenyewe inashika namba kumi na nne ndio eh, sisi tuko nafasi ya mia na sita. Hiyo nakuonyesha kwamba kuna gap gani kati yetu sisi na wao, lakini e, zaidi kwamba tunacheza ugenini tutakuwa nyumbani kwao, lakini e, huu ni mchezo wa soka. Kwenye soka chochote ch kinaweza kina kutokea, ni vile tu namna gani kocha, ko, ko, kocha wetu e, Hemed Suleiman Morocco ameweza ame kuiandaa timu yake na wachezaji wakatafsiri maelekezo yake kuweza kutupatia ushindi mm. Zipo surprise katika mchezo wa soka. Yeah. E, kupata ushindi au mm. ikiwezekana hata sare lakini vyovyote vile ni mechi ngumu, okay. Ya, mechi ngumu. Wenzetu wana wachezaji wakubwa mm. na nini lakini hata sisi hatuko vibaya e, na rekodi zinaonyesha tuna, tunafanya vizuri kwenye mechi za ugenini mm. Tumemfunga, tumemfunga Zambia kwao tumemfunga eh, hata zile kwenye qualifying games, zile za nani za, za Afcon mm. e, tumepata matokeo ugenini tu wafunga gine ugenini. Kwa hiyo rekodi yetu kwa miaka ya karibuni ya, ya, ya, ya mechi za ugenini sio e, so, so, so mbaya e, kwa hiyo wachezaji waingie tu wajiamini mm. e, wawe watulivu e, watoe nidhamu kwa, kwa Morocco kama ni, ni, ni timu kubwa lakini wasijeheshimu kupita kiasi. heshimu kupita kiasi, kupita kiasi manake unaiogopa sasa mm. e, Morocco wenyewe walifanya surprise World Cup na ya 2022. E, Mkenda nusu finali. Hakuna mtu hakuna mtu mwingine yote aliweza kuwatabiri kabla kama angeweza kufika nusu finali. Nusu finali. Na maana kama angekuwa na mentality za uoga, kwa sababu tunakutana na, na, na, na mataifa makubwa kwenye football kama Belgium, Ufaransa, Brazil, siyo nini. Wasingeweza kukua na kufanya kile walichokifanya. Kwa hiyo hata mm. sisi tunaweza tukawachukulia wao wenyewe kama motivation ya kufanya vizuri kwenye kwenye mechi. Na uzuri pia zaidi kwamba Morocco wame qualify. Mm kwa hiyo wanaweza wa, wasiwe katika morali ile kama wangekuwa mm. kundi lingekuwa kama liko na natume niona mechi ya jana Naija ya e, ya e. na Moroko Naija walipambana, kwa sababu mpaka linakuja kupatikana bao la pili, ndo kile ambacho unazungumza Kunambi, kwamba mm. unaingia unamheshimu tu mpinzani wako, sio kumuogopa e, unamheshimu, unatakiwa kumuheshimu mm. lakini usimheshimu kupita kiasi mheshimu kupita kiasi maana yake ni woga lakini umeona tu hata nani Cameroon walipo kwa surprise na nani na S18 eh yeah, ngaji e, mm. walikuwa away lakini Cameroon ni giant wameng'ang'aniwa Sudan na Senegal na Senegal mm. e. kwa hiyo ndo, ndo football huko hivyo hata sisi tuna nafasi yetu katika mm. mazingira haya wewe bado tuna nafasi vile vile kafanye okay. chochote Kejo nikija kwako eh Morocco wamecheza jana siku tatu ama nne wanakwenda kucheza na Tanzania ambayo haikucheza hapa karibuni hii. Inaweza ka pengine ni nafasi kwa uh, Tanzania kutumia labda pengine mwanya wa uchovu wa Morocco kupata matokeo mazuri katika mchezo wanasema. <coughs> katika hili hakuna jibu <coughs> umepata au umekosea. mm. E, inaweza ikawa ni fursa nzuri kwa Tanzania. mm. Kwa maana itaenda, wazungu wanasema inaingia na fresh legs mm. Wakati wenzao tayari wamekuwa na, na, na msukosuko katika mechi, kwa hiyo ikaingia ikiwa iko vizuri zaidi. Lakini kwa upande mwingine mm. hiyo mechi inaweza ikawa imetumika kwa Moroko mm. kufanya makurekebisha makosa ambayo yamejitokeza katika mechi iliyotangulia, ili, ili wafanye vizuri katika mechi dhidi ya Tanzania, lakini kama alivyosema Kunambi E, Morocco ni timu kubwa e, tunatarajia kuishinda Taifa Star si kitu, si habari kubwa ila Stars kuishinda Morocco ni habari habari kubwa. Hapo tuta, tunaona <coughs> utofauti katika hizi timu mbili ni Daudi na Goliati <coughs> kwa maana hiyo e, Taifa Star inatakiwa kuingia kwa kujiamini e, mambo ma watu kubadilisha au wanasema, mende kupindua kabati imeshawahi kutokea sana katika historia mm ya soka.